Nilisema nianze na hilo kwa sababu baada ya kuapa pale nimeitwa na nimeshapewa majukumu, moja wapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini umeniongezea na kidiplomasia. Kwa hiyo basi, lakini uzuri sisi tuna watu mahiri, tuna watu mahiri, yaani kuna watu wana akili sijui kama kitu gani wanachohitaji wao ni guidance and that leadership that is required. Feed them, bas motivate them, hiyo solution itapatikana ya kisheria, na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale, katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, Solicitor General yupo, katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu. Hata ukimwangalia, pia rais yake anawambia watu wakafanya hivyo, wana na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States of... tuangalie tut, tu tutafikiri tu lakini hawezi uwe kututambia kwa kiwango hicho, yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sa sasa, si tunamwachaje?